Nikiosoma uju meandika tumsifu Yesu Kristu milele amina. Anaitwa Viktoria, yupo Morogoro, anasema Mungu awape wa afya njema kwa kazi njema, asante sana. Swali lake ni je, vizuri mtu kubeba mimba nje ya ndoa na kurudi kundini na kushiriki masakramenti? Kabisa kabisa kabisa, hakuna dhambi yoyote ile isiyosamehewa. Hakuna, hakuna dhambi yoyote ile isiyosamehewa. Dhambi siyo kubeba mimba, dhambi ni kuzini. Kuna wanaozini na wabebi mimba, lakini dhambi ni hiyo hiyo. Hakuna tofauti kati ya yule aliyezini na akubeba mimba na yule aliyezini akabeba mimba. Kuna mwingine anazini mimba anaipata naitoa, na huyo ni mbaya zaidi. Mwingine anazini anatia vidhibiti mimba, ana dhambi kubwa zaidi. Hivyo nakuta bahati mbaya tena, yule anayebeba mimba ni yule ambaye hana ubaya, ameangukiwa angikuwa kwa bahati mbaya, alikuwa akujipanga wala alikuwa na nini, basi bahati bahati mbaya akaanguka katika kishawishi na akabeba mimba. Lakini wale wakorofi korofi sawa sawa hawabebi, wanazini wanazini wanazini, wanazini, hawabebi Alafu wanasema kwamba sisi ni watakatifu. Si watakatifu. Huenda huyu aliyebeba mimba ni mtakatifu kuliko wale wengine unaowaona wanatembea vizuri vizuri, lakini wengine wameshatoa mimba kadhaa, wameshatoa mimba na wanajidai utakatifu. Hakuna utakatifu. Huenda huyu aliyebeba mimba amefanya dhambi, amekwenda mbele ya Mungu, ameungama, akaondolewa dhambi hata kama bado mimba anayo, anakwenda kukomunika na mimba yake na hana mume. Na hiyo ni mtakatifu. Na mtakatifu. Hivyo amezini na kusamehewa. Dhambi kubwa ni kutoa mimba, hiyo ni dhambi kubwa, kubwa, kubwa mno, ni kuua. Ni kuua kabisa kwa sababu mimi na wewe tumeanza kama mimba na kama mama yangu angenitoa, usingemwona Kilaini hapa anaongea, usingemwona Kilaini hapa anaongea. Mungu alishaniumba lakini mama anaweza akakutoa akakumaliza ukiwa tumboni mwako. Hei, kwa kweli mama zangu, mama zangu, hurumia viumbe hivi dhaifu ambavyo Mungu amesha viumba Mungu amesha vipa uhai, wewe unakimaliza. Hiyo ndiyo dhambi kubwa kuliko yula naichukuwa mimba na akakubali akamzaa mtoto.